Hey guys, mambo vipi? Ni fitness coach Ben ama Ben kuwa fit kutoka kuwa fit gym na niko na mwenzangu coach Tino hapa kutoka kuwa fit gym. Okay, uh, uh, guys, leo tunaongelea kitu kimoja ambacho tumeulizwa sana. Unajua uh, kuna watu wanataka kujua uhusiano kati ya vyakula vya wanga na ku lose ama kupungua uzito, kuna uhusiano aina gani? Kwa hiyo nadhani hilo swala tuliongele kwa kina kidogo Yani, changamoto kwa sababu unakuta trainer anakuambia labda usile vya kula vya wanga t yeah. Sababu gani usile vya kula vya wanga hata si yenyewe? Yeah, tunafanya hivyo yani kweli kweli uh. Sababu mtu huwezi kuishi bila kula wanga In a long run kweli uh, ni swala ambalo kweli tuweze kuelewa. Tunabidi kweli yeah, tuweze kule address ili watu waweze kuelewa yeah, yeah, yeah, yeah. Eh, lakini unajua kama unavyosema yeah. Wanga una umuhimu wake. Kweli. Si ndio hivyo? Kwa hiyo tunataka kujua faida zake mm -hmm. Katika kitu ambacho naweza kusema wanga una msaada mkubwa sana. Yeah, yeah. Na hizi ni baadhi ya faida za wanga. Sio hivyo, yeah. Nikisema kwamba wanga unaweza kukusaidia wewe kukupa nguvu kuweza kufanya shughuli zako za Tukira, kawaida yeah. Na unaweza kusema kutembea, kula, kufanya vyote lakini pia yeah, naweza kusaidia kufanya shughuli ambazo hakuna huna kontrol nazo, yani shughuli ukisema mambo ya kuwaza, mapigo ya moyo, ukasikia njaa, kitu akiendi unajiuliza, mbona mbona mambo yaendi. Lakini mfano mzuri kama wanafunzi, wanafunzi wanahitaji sana wanga. Ah, kweli, watu wanaosoma muda mwingi Tumia ki, lazima utumie wanga, lazima utumie wanga kwa hiyo, wanga unapata haja ambayo ni ngumu, lakini sasa kama ina faida nyingi. Ah, kuna aina mbili za wanga kuna simple carbs na complex carbs. Kuna simple carbs ni zile carbs ambazo zinamengenywa kwa urahisi. Mm -hmm. Zinapita kwa urahisi na zinapandisha insulin kwa haraka unaweza ukasema labda mfano wa uh, simple carbs. Uh, simple carbs. Uh, simple carbs ah, uh, um, e wanga ambao ni ambao, um, umechakatwa, unaweza kuongelea okay, kama hii mikate meupe mi, yeah, uh, tunaongelea vyakula ambavyo yeah, nakuta ambavyo kama hivi processed food na maanisha kama hizi hata hizi liquid calories kama zenye high liquid calories okay, kama soda yeah, umeona vile okay. Kwa hiyo ndio maana kuna ile fact kwamba labda mtu ameazimia hana hey, nguvu hey, kwa basi, anaambia ama ameishiwa nguvu ajala muda mrefu, atamwambia bwana, kunywa soda. Kwa hiyo oh, hey. Kazi ya simple carbs ni kupandisha kiwango cha sukari haraka, na tofauti yake na complex carbs yes. complex carbs carbs wanasemaga ni ni ule wanga uliokuwa na kambalishe zaidi fiber kwa Kiingereza, kwa, kwa inachukua muda mrefu na nguvu nyingi sana kuweza kuchakatwa, na chakula ambacho kina complex ama wanga wenye complex, inamaanisha ku crash ama kwa blood sugar level ama kiwango cha sukari kushuka haraka inakuwa ni ngumu. Umeona, kwa ni kitu ambacho ni kati ya tofauti zake Wow, na so... ni vyema watu wajue hizo tofauti, yeah, na wajue yeah. Sasa mstari wetu umechorwa wapi, kwa nini tunakuambia usile vyakula vya wanga kwa asilimia yeah, kubwa, na ni kwamba viwango vya n yani, tofauti kati ya simple carbs na complex carbs ni kwamba simple carbs ina high glycemic index mara nyingi namaanisha kwamba ndo ule uwiano kwamba uwiano ku, kuwa na unapandisha kiwango cha damu yeah, kina, kinapandisha kiwango cha sukari kwenye damu waa, kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo inamaanisha kama ni hivyo sasa basi ni ngumu sana wewe kushuka kiuzito, kwa sababu gani? Wow. Mwili wako tayari umesha hifadhi chakula, sio hivyo? Yeah, kwa hiyo kama chakula chako kimehifadhiwa so, siku, tunakula. Kila siku tunakula afu na shughuli zako ni ndogo kwa hiyo sasa, kulingana na maisha yetu ya kukaa na kufanya nini afu na, yeah. Kula simple carbs yeah. Ni rahisi sana kuongezeka zaidi ya kupungua, na pia ni, ni vizuri kwamba mpunguze pia kiwango cha wanga kwa asilimia kubwa, ili kwamba kuweza kwa kuhakikisha kwamba kiwango cha insulin kwenye mwili wako kinashuka, maana insulin ndio determinant factor ama ndio kiashiria kwamba either wewe utapungua au, ama utabaki vile utaongezeka. Unaweza ukafunga na kweli ukawa uko sahihi kwenye kufunga kwako, lakini kama unafunga afu na huyo kufungua na kitu ambacho kinapandisha tena sukari kwa asilimia kubwa, hiyo mikate ngano ngano, hizi keki na nini, umefanya kazi ya bure. Hauwezi kupungua kirahisi na maana mtu anakuambia nime, nimefunga afu lakini nisifungui. Kwa hiyo nadhani kwa asilimia moja ama nyingine mmeweza kuelewa tofauti yake Mnale. na mmeweza kuelewa. Kwa hiyo wanga kwa wenyewe kama wenyewe sio mbaya. Yeah, sure. ushauri ni kwamba kama unataka kupungua, punguza matumizi ya wanga kwa asilimia kubwa, vile vyakula ambavyo vinapandisha wanga kwa asilimia kubwa, ngano, tuseme, hizi soda na nini, toa kabisa kwenye chakula chako yeah. Lakini kuna viazi, mihogo vile vyakula ambavyo vina vinakambalisha ndani yake, yani vyenye fiber fiber. Uh, yani ni vyakula vizuri sana kuweza kuhakikisha vina kustandardize uzito wako na na kuacha wewe kama unajisikia uko full umeshiba, lakini at the same time ni nzuri sana kwa kusaidia kwenye kupunguza uzito. Kwa jamani guys, na imani mmefurahi na mmeweza kujifunza jambo moja ama lingine, na na imani kwamba mtaendelea kufuatilia kwenye video zetu zingine zinazokuja. Kwa hiyo stay fit, na kuwa na kuwa fit.